Okay, asante sana ndugu zanguni, nipo hapa na mheshimiwa Nabii Isaya na ninapenda niongee naye live leo, ambapo ni siku ya tarehe ishirini na saba mwezi ni wa tatu. Nataka niongee naye live kwamba hapa kuna nini, maana naona mkusanyiko wa watu wengi, ili nielewe kwamba ni kitu gani ambacho kipo hapa. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amin! Basi, swali kwa leo kuna nini? Leo kuna ibada, kongamano kubwa ambayo tulianza tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na sita leo tuko tarehe ishirini na saba Leo ndio kuna ile kongamano kubwa sana ambayo ni kongamano la kuchovya mafuta, lakini pia ni konga kongamano ambayo kuna keki ya upako kwa hiyo kusanyiko wa watu unaoona wako kwa ajili ya kupokea baraka siku ya leo. Oh, asante. Nafikiri kwamba hapo nitakuwa nimeelewa, lakini acha nikuulize jambo moja, kwamba hili jambo ulivyoiona hivi ni kwamba ulikiamua kuifanya ama ni Mungu ndiye aliyekuelekeza? Um, katika, katika utaratibu huu wa mkutano huu wa mwezi wa tatu, ni, ni Mungu amenionyesha, maana katika wilaya yetu ya, ya Kiteto ni sehemu ambayo imekuwa na changamoto nyingi sana baina ya mgogoro kati ya wafugaji na wakulima, lakini kongamano hizi imetusaidia sana na pia baada ya kuwa na kongamano hizi imetupa nafasi kubwa sana kwa watu kufunguliana na kumjua Kristo. Asante. -Eh? ni jambo ambalo nimeielewa, nimesikia kwamba leo ni siku ya kuchovya mafuta na kukanyaga mafuta, lakini nitambue kwamba mafuta ina uwezo wa kumsaidia mwanadamu ama mtu yote kwa njia ipi? Ah, katika upande wa mafuta ndugu uh, mtazamaji inasaidia uh, mtu na asikia kusaidia. Maana kwamba kwa pale ukishaa ukisha ya mafuta manake, kukanyaga mafuta. Mafuta ukishaa kanyaga tu tayari, kama mtu ana magonjwa magonjwa yameondoka, na tayari kama, kama mtu ana shida inayesungua. Aha, watu wanaofanya biashara yani wenye ni sukuma ya hali ya juu, yani hiyo shida inakuwa imeondoka. Kwa mfano kama jana tulikuwa na maombi ya kufunguliwa, kuna watu ambao walikuwa wanatembea kwa kutumia gogo hizi za kutembelea na zile pale zinazoonekana pale na tayari yule mtu anatembea sasa mwenyewe kwa miguu yake. Okay, asante. Kwa hiyo nimesikiliza hivyo, na watu wanaotazama TV ama kwenye runinga wanakuelewa, lakini niseme kwenye huduma yako ambavyo unaifanya kuna kitu gani ulichoiona kwamba Mungu alitenda? Akafanya na, na watu wakaijua kwamba nguvu za Mungu zipo hapa. Ah, kuna mambo mengi ndiyo maana nikisema nisemee tutachukua muda sana ni kwamba tu watu waingie wajionee wa kwa sababu ya kwanza, kwanza kabisa unaona hapa tulipo ni jengo la kanisa na kanisa, kanisa, kanisa hili ni kanisa, kanisa la kwetu ambalo liko hapa hapa mbele linafanya huduma. Hawa watu unaowaona hapa wote ni watu ambao wameona mambo mazuri kwa Mungu, maana wengine walikuwa hawana watoto, wengine wamepata watoto, wengine walikuwa wanaumwa na sasa hivi wamepona. Kwa hiyo ukitazama, ndugu mtangazaji, na katika mambo ambayo yanatendeka hapa, tunasema kweli Mungu anatenda. Okay, asante ndugu wenzanguni mnaotazama kwenye runinga na TV kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinatengeneza umoja na uponyaji, na watu wengine waliingia wakapata watoto, wengine vipofu wakaona, vilema wakatembea. Na kama jinsi tulivyoiona kwamba alisema kwamba kuna wengine walikuwa wanatembea kwa vigogo, halafu ndivyo wakawa wanatembea kwa miguu yao, na ndio maana wakamnyang'anya zile vitu walivyokuwa wanatembelea maana kwamba kwa amepona moja kwa moja. Naomba tuione vile vitu ambavyo yule mtu alikuwa anatembea naye. Asante kwa sasa. Ndio hapo ndugu mtangazaji, vyetu ndio hivyo hapo, ni nafasi.